Baadhi ya wa wabunge kutoka mrengo wa ODM wameungana na wajumbe wa chama cha UDA kutoka eneo bunge la Malava kumpigia debe mgombeaji wa chama cha UDA David Ndakwa. <mulia> Wakizungumza katika mkutano ulioandaliwa mjini Malava, mbunge wa Ikolomani Bernard Shinali na Fred Ikana wa Shinyalu walisema kuwa vyama hivyo viwili vitashirikiana ili kupata ushindi wa kiti hicho cha Malava. Saa hii tuna lengo, lengo letu ni kushinda kura tarehe ishirini na saba mwezi huu, na mimi hiyo linamwomba tu Unafika wakati tunakuwa na demokrasia tofauti. Wakati huu tuko na kazi ya kufanya kama broad based. Tukitaka basari iongezeke hata masomo ifike mahali kwa free. Kura kwa nani? Tukitaka wamama wetu wajane wasiache kuhangaika kuanzia tarehe ishirini na saba kura kwa nani? Tunadumisha urafiki wetu na Rais William Ruto, lazima naye pia tumwonyeshe shukrani zetu kama watu wa Malava, ya kwamba tunamdhamini na tunamuheshimu na tunashukuru ile kazi na mipango yote ambayo anafanyia Malava, kwa kuhakikisha tunapigia nani kura? Pigia nani kura? Waliwarai wakazi kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto kwa ajili ya maendeleo. Akizungumza kwingineko msaidizi wa rais Faruk Kibet alisema kuwa ushindi wa Ndakwa utaleta maendeleo katika eneo hilo. Aende bunge, alete maji, alete stima, alete TTI hapa, alete soko, akina mama